Mimi Raila aliniwaacha kama niko hapa kwa gunia. Haku niwaacha kwa serikali. Mi, sema wewe. Sema wewe kama mbadi. Sema kama wewe Gladys Wanga. Sema wewe kama upio andai. Si si si. Mimi niliwaacha Raila nikuwa kama niko hapa kwa gunia. Sasa mimi mimi hiyo sitambui. Mimi ali... mimi... Raila <mimitra> raela... statement ya Raila ya mwisho ndio aenda kwa mgonjwa. Aliuliza mzuri, aliuliza mzuri ile ya Samuel Ruto. Nana nasema

bali wao watu walikosea sana kuchukua chama kuanzia youth leader, hapo ndio walikosea. Hata hiyo chama wangebeba, wachie huyo msichana wao, huyu msichana wa Raila Amolo Odinga, bakulaya wini kushinda kuachie mtu mzee mukiangalia ule mzee mimi siongei kwa ubaya na tialau mnakuja mnapata matokeo wacha niwaambie kitu kimoja Oburu ukiangalia Oburu ana future pia ana future hakuna haja tuchukue chama tuache mwenye ajielewe wacha nikuambie hata Oburu saa hii

aenda simame kwao, hakuna naenda kwao. Hata sisi tunataka mtu mwingine aenda simame Suna, mjaluo mwenye amezaliwa hapo. <laughs> Niko hapa. Mimi nataka tumwambie tu mtu moja

Nataka niwaambie Sifuna kutoka ODM, ODM imeisha. Kwa sababu gani? Ukiangalia wakati tulikuwa tunaenda maandamano, Sifuna hao ndio watu walikuwa wanapigwa tia gas. Nataka niulize, wakina Wandae walikuwa wanaenda maandamano? Wakina Jure, wakina Jure walikuwa wanaenda maandamano? Wakina zuru Zuru walikuwa wanaenda maandamano? si Junet huyu na kina Babu ndio walikuwa wanaenda maandamano. Acha niwaambie, mkitoa vijana ODM na tunaiweka kwa rivanzio ikiendanga, tunaiweka kwa rivanzio kiendanga Bwana. yeah, <laughs> Tuna Raila kwa amefukuza <laughs> mtu kwa ODM. Ukikuja hapo unataka kupanga watu kwa ODM, na hata wewe ulikuwa umebebwa kama mzigo Bwana, mtakimbia kwa hiyo ODM <inaudible> yeah, raundi tutaonyesha kama uko na nguvu, utunapigwa hadi ukimbie uende. Kwenye ndio ODM ibaki nyenye wako na nguvu ODM mtakuja kutupanga na William Samuel, tukaa kwa chama yako. Wewe ulishatoka <laughs> ODM, yaani tukaa kwa chama yako tunyorosho tu mzuri ukiendanga kwa Sigoni. hey, Hakuna mambo mengine. Usikuje, usikuje tena, atu, hatuzikuje tena kwa ODM usema tu ODM relevance ukaanguka. Kaa tu kwa kunyorosho tu mzuri ukiendanga. Hatutaki ukuje, kaa tu huko na sisi tunataka tukuambie, kila mtu akae kwa chama yako. Unaenda haribu Jubilee, sasa Jubilee ndio anajaribu kutengenezwa, leo unakuja kwa haribu ODM. Wewe ni mtu wa kupuliza na haribu, wewe ni rubber stamp. William Samuel, mtu anapiga na kiharibu, ni rubber stamp. Akipiga tena arudi, kaa kwa UDA yako, hakuna sisi hatutaki hizo vitu. Kila mtu akae kwa chama yake, na mimi nataka niambie Sifuna, usiogope wakitoka, wakikuatoa e, hata sisi tunafuata pale utaenda kwa sababu sifu ndio vijana wanafaitia vijana wengine. Saa hii mnataka kusema tu sasa kwa elfu mbili Kenya, Wakenya waongelee manufaa wa Kenya. Tunataka viongozi wanaongelea manufaa ya Kenya. William Samoei amepitisha bills mtaki. Mimi nataka niwaambie nyinyi nyini Atutu... Kaeni tu hapo na huyo Ruto wenyu. Tunataka tuwanyorosha mkiena nyinyi wote. Mapema. Kumbe bila break. Haya. <laughs>